Yo, it's your boy Kalisa. Ni mwanamitindo kutoka Tanzania. You're watching Global TV. Jamani, yajawahi kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa, kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi Pindua, pindua, pindua, pindua. Kifurushi cha pindua, pindua, cha kupa pindua unit, uhuru ni wako, dakika na mbi, pindua, Facebook kule, SMS kule, WhatsApp kule, jote... Piga nyota 149 nyota 01 alama ya redi chagua pindua pindua. Vodacom power to you. Uh, kwa nini industry ya modeling imeshuka um, jamii na serikali haijakuwa tayari kuipokea hii industry, kwa sababu tukiangalia kwenye music industry kuna namba moja, namba mbili. Kama leo hii tukiongelea wasanii namba moja na namba mbili wa Bongo Flava tunawajua kwamba fulani anaongoza, fulani anaongoza, fulani anaongoza, lakini ukija kwenye hii industry yetu ya mamodo unaweza una, una, kutaja watu wawili au watatu, lakini lakini pia hao pia walotajwa hawana mafanikio yale ambayo watu wengi labda wangehisi wanayo. Kwa mfano, ukitaja list ya wanaume, unataja fulani, fulani, fulani, fulani, fulani. Lakini sio kivile, wana mafanikio gani? Kwa sisi mamodels tumeisikia kama mafanikio ni kusafiri kwenda nje ya nchi, kufanya show nje ya nchi ni mafanikio. Hayo sio mafanikio. Tumeweza kuona models wakubwa wa nje ya nchi, nje ya nchi wana mafanikio wana makampuni, wana magari makali, wana wanamiliki models wengi, wanafanya vitu vingi. Kwa hiyo kwa tofauti, nadhani tatizo liko kwa kwa mamodels mwenyewe kuchukulia um, hichi ni kitu cha kama, kama fun kwa sababu mimi nadhani modo wa Kitanzania anasikia tu raha kutembea kwenye fashion show akalipwa elfu saba, elfu tano. Hasa imagine fashion show moja ambayo inafanyika let's say kwa ndani ya mwaka inafanyika mara mbili, unalipwa shilingi elfu saba modo. Kwa sababu kiukweli kabisa hakuna fashion show ambayo mtu analipwa laki imezidi, laki mbili. Kuna, kuna fashion show ya, ya, mtu mmoja tu best kumention hapa ni designer yeye at least analipa laki mbili, tena ameanza mwaka huu, lakini hizi nyingine zote za zot, zot, zot, nyuma zilikuwa ni elfu saba elfu sitini elfu hamsini, imagine, modo unatumia muda mwingi kufanya mazoezi mwezi mzima kujeka, sio vizuri, sio kunyoa, sio kufanya nini, afu nenda walipo shilingi elfu sabini kwenye nyesho moja, kitu ambacho yani akisaidii hii industry. Kwa hiyo ni ni modo zenyewe kujitambua, nadhani ngoja tukijielewa tunataka kufanya kitu gani, na tukiamua kugoma kwamba tufanye hiki na hiki na hiki, tufike mbele, tufike mbele. Unajua wanaouseme wanasema ukijikubali wewe mwenyewe, watu wengine hawana jinsi kukubali. Mimi naona ni Um, Swala la Lupita Nyongo kuchukuliwa kipaumbele kwa, kwa Afrika na kwa kama m anafanya sana kazi za mbele, nadhani ni, ni jitihada za, za Lupita mwenyewe kama ambavyo nimeongea mara ya kwanza. Unajua, modo mwenyewe lazima ujitengenezee mazingira kuanzia mfumo wako, picha na post, kuvaa kwako, maisha yako, watu wanavyokuchukulia. Uwezi kila kazi ufanye tu wewe yani, unajua, iko, kwenye, kwenye kila kazi hata izi, izi, zao za ovyo tunafanya fanya tu, zinapelekea hata brand yako yenyewe kuonekana brand ya kawaida. Kwa hiyo um, we nadhani models ili kufika level kama Lupita tunahitaji kujitengeneza kwenye soko la mbele sana, kufocus mbele kwa so, sababu at least wale wame, wame kwenye nchi kama Marekani paka paka kuna jezi wanamchukua, wameona kuna kitu cha tofauti Lupita anacho. Kwanza kwenye rangi yake mwenyewe ameamua am, kuifanya kama rangi yake ndio kitambulisho chake the way anavyo um, anavyojifanya mwenyewe. Nadhani ni, ni nitarudi ni, tu pale pale jinsi ya kujitambua mwenyewe kujitambua na kutafuta masoko ya mbele zaidi. Mimi nadhani kwa mwaka huu ndo muda halisi sana wa, wa, wa, wa models ku, ku, kujaribu kutafuta nyanja za mbele na insha Allah mimi nitakuwa mtu wa kwanza kwenye kuonyesha hii njia kwa sababu tayari nisha soko langu kubwa sana kwa Tanzania na East Africa. Wasubiri kwenye siku hizi zichache, utasikia tu vikubwa yanatokea kwenye nchi nyingine. Ah uh, ilikuwaje paka nikapiga zile picha za viatu <laughs> Oh, by the way, unajua mimi ni mwanamitindo. Kwa hiyo um, kazi yangu ni kutangaza bidhaa. Kutangaza bidhaa, lakini pia kuna mipaka. Kwamba kazi na kazi na kazi na kazi. Tukirudi tuki nyuma kidogo katikati hapo kwenye Bongo Movie pia kuna kipindi um, Tino, Kumbuka Tino alifanya movie ya ya, ya, ya mambo ya ushoga nadhani. Lakini, Tino tulijua kwamba ile ni movie ni kazi yake tu ani aliamua kuvaa viatu vya mtu fulani ili kuonesha jamii kwamba hiki na hiki na hiki na ila, haikumaanisha kwamba yeye kufanya kufanya ile movie labda yeye ni mtu wa aina fulani. Hapana, kidogo ilimyumbisha, akaja pia Cheni ikamyumbisha, lakini kwenye industry yetu imekuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kuna usemi unakwambia, um, uh, mbwa akimng'ata binadamu ni historia ya kawaida, ila binadamu akimng'ata mbwa, yani inakuwa big topic. Tatizo limekuwa kwamba kwa nini Calisah kavaa vile viatu vya kike? Asingevaa Hamisa, asingevaa Lulu, asingevaa labda Wema, pengine wangevaa wao, isingekuwa big topic, kwa sababu tumezoea wanawake wakivaa viatu vya kike. Kwa kuwa ni mwanaume kavaa viatu vya kike, basi imekuwa topic. Ile ni kazi, ile ni kazi. Na kwenye nchi nyingine za ambazo zimeendelea, vile ni vitu vya kawaida. Kiukweli kabisa, mimi siwezi kukataa let's say milioni kumi au milioni nane eti nivue hivi nivu viatu nivae viatu nipige tu picha nivue, uh, shangwa na ndani, siwezi as long as natangaza bidhaa, as long as mimi bado niko salama, niko vile ni vile, wala hamna kitu ambacho kimeharibika kwangu kwangu. Mimi nafanya na na kizuri zaidi, watu wanafahamu kwamba mimi mimi ni mwanamitindo. Na ingekuwa nimevaa vile viatu, labda nimetembea mtaani, um, Kariakoo kwa matumizi yangu binafsi mwenyewe, kwa la jamaa kaharibikiwa. Au nimevaa vile viatu nimepiga tu picha kama watu wanasema ni kiki sijui, nimepiga tu picha, nimejikalia zangu kwenye kwenye kwenye picha, nimepiga tu picha kawaida, sitangazi chochote. Ingekuja moja kwa moja kwamba huyu anafuta kiki au huyu bwana hivi hivi hivi, lakini watu wameona kabisa kama nimevaa viatu natangaza kitu fulani. Na kweli hata ule muamko umekuwa mkubwa, kwa sababu hata huyu ambaye alikuwa anauza viatu leo Insta, sasa kumesha jina lake, amepata muamko mkubwa sana, baada ya kumtumia Calisah kwenye kile kiatu. Kwa hiyo tumeona target yetu ime, imefika moja kwa moja, kwa sababu yeye lengo lake lilikuwa ni watu kufocus na yeye, kwa sababu kwa jamii sasa hivi ilivyokuwa lazima ufanye kitu cha tofauti ili watu waanze kufocus na wewe. Kufanya kile kitu haimaanishi kwamba eti mimi labda ni na nasifia upande fulani a pa, pale mimi nilikuwa natangaza viatu natangaza viatu na, na. Kwa nini alichukuliwa Calisah? Kwa sababu idea ya ile kitu walivyoileta kwangu of course ilichukua ili, ili, ili muda mrefu sana kwenye kuifikiria, lakini niliuliza kwa nini mnatafuta mimi, akasema tumekutafuta wewe kwa sababu tuna tuna sababu kama tatu. Sababu ya kwanza tumegundua kwamba wewe ni mtu ambaye unafuatilia sana wanawake, wanawake wengi sana wanakufuatilia sana, kwa tagi chetu ita, ita, itafata ita, ita, ita, lakini pia kwenye nchi yetu hiyo pia wako wengi wanafuatilia wanawake, lakini kingine pia kwani tumekuchagua wewe kwa sababu una, una, una, ile luka ambayo mtu akiona hawezi kuhisi kwamba ni huyu ni, ni, ni, shoga, tofauti na ningechukua wanaume, wanaume wa kawaida tu ambao labda amekaa tu mwembamba sana au amekaa wakisema kwamba hasa huyu si shoga kabisa ili, ili, ili. Kwa hiyo ile ilikuwa mtu wa design kama ile na, kuvaa vile ni kuonesha watu kwamba huyu sio huyu sio shoga, lakini iki na iki na iki na iki. Kwa hiyo ni technique technique za biashara tu ambazo zilitumika pale kwenye kuwakilisha, kwenye kuonyesha utofauti kwenye kwenye, kwenye biashara. Kitu yaani iko kibiashara sana, na ndio hata mimi langu ambapo nimetaja pale nitaja ila, ila kubwa kwa sababu nilijua kabisa kama ita, ita, ita influence kwa, kwa upande wao kibiashara ya, kwangu mii nitatukanwa picha lakini mja siku nabidi tuelewe kwamba hili ni kazi, yeah, that's it. Uh, kiupande wa pesa niliopewa, <laughs> kiukweli tutakuwa tayari kutaja kiasi cha pesa, lakini unajua pesa huwa haitoshi kwangu, naweza ikawa kubwa kwa watu wengine ambao sanasa so nyingi wanasabana hii, mbona hela ndogo. Lakini niseme tu kwa experience yangu mimi ya kazi na kwa modozi wengi wanavyolipwa, na, na of course nilijua kazi ingesababishia ingesa, ingesa uwe vigomvi sana na watu na familia. Hela ambayo nilitaja nilihisi kama ingewakimbiza lakini walikuja na wakaamua kulipa. Kwa hiyo ni hela ambayo nzuri sana nimeridhika nayo. Ilikuwa na ah, bana ngoja, as long as ninakuja na navaa viatu na napiga picha. Kwa hiyo kwa ile amount poa. By the way, hata zile picha zilipopostiwa haikuwa na lengo any, yani haikuwa na vile ambavyo vilipostiwa haikuwa na lengo ile. Kwa sababu ile ilikuwa ni ilikuwa na contract mbili. Nilikuwa na contract ya um, TV commercial ambayo utakasoa TV na na ile ya picha kwenye kontrakti yetu ilikuwa ni kwanza inabidi ianza ngazo la TV. Pengine lingeanza ngazo la TV singeleta singeleta hiyo mwamko mkubwa, kwa sababu watu wangeelewa kwa nini nimevaa vile viatu. Sema kwa nini picha ziliwahi kutoka? Kwa sababu zile picha kuna mtu alikuwa nazo alitaka um, walichukua halich, kwenye wakati wanafanya fanya kwenye kwenye hii side nyingine kwenye hao production zikataka zitoke kwenye namna nyingine ambayo hazikuwa ready. Kwa hiyo unajua tulivyozoea si Instagram mtu wa kwanza kuposti ile picha unajua, picha lazima, picha inashtua. Kwa hiyo mtu wa kwanza kuposti ile picha angeika maneno yake pale, let's say, watu wengine wote wangefuata kile ambacho ameposti mtu wa kwanza. Nadhani na ile pages zako zilivyo kwa kwenye kukataa, nikasema kwamba no, haiwezekani ile ikawa hivyo, mimi kama kuposti tu mwenyewe ili kuonesha kwamba watu kwamba okay, ngoja tu niposti mimi mwenyewe, ni kitu wazi kwamba hii ni kazi hivi na hivi na hivi, ili mambo yaishi, kuliko ingekuja kukiwa kwa namna nyingine kidogo, ingesababisha matatizo a uh, kwa upande wa timbulo kufusile picha ah, mimi of course sijaona, ndio nasikia mara ya kwanza hapo, lakini kwa mimi naona na na kama furaha, yani bado sijachukulia kama kama issue serious sana, kwa sababu nilikuwa sifuatili pia comments za watu nini nini, afu kitu nikijua tangu nafanya kama, nitatukanwa itatokea vitu kama hivyo, kwa hiyo nimeona ni kawaida kwa mtu akifanya, aki, aki, aki, in serious way akitania, mimi am down with that, na sioni kama issue kubwa, naona kama ni ni swala utani tu, kwa sababu huwezi kupata evidence yoyote kama Calisah hiki, sijui hiki kafanywa hiki na fulani, wapi na wapi na wapi, kwa hakuna na watu wanajua mimi ni kazi na kitu kikubwa, watu shughuli yangu wanaijua mjini hapa, miuli wangu wanaijua. Um kwa upande wa familia yangu, ah Bwana. <tuhi> familia imeniathiri sana, imeniathiri sana kwa sababu mimi kwenye simu yangu na, na magrupu mawili ya, ya, ya family na grupu upande mama mama mama so, mama mama wa mama yangu na upande wa baba yangu. Sababu kidogo kuna ugomvi kati ya hizi pande mbili, na upande wa mama mama yangu ni, ni, ni, ni, ni upande kwa, kwa, kwa ile wananilealea siku zile pita zinatoka nikaanza kuona kwenye group la, la familia yangu, yani kuna watu nimewa ni disappoint sana na ninaona kabisa yani ni watu wana ni, wanalia wengine inapigwa simu nini, lakini ah, sikuwa nataka kujibu chochote kwa sababu nilizi, yani kwa sababu hilo ndio target ya kwanza ambayo nilisi ingeza kuniumiza sana kuliko watu wengine wote, kwa sababu ni, ni kitu cha kushangaza kwa familia ya yani, kuona kama kama mzazi kuona mwanao kufanya kitu kama kile, hata kama unafahamu kwamba wewe ni modo, lakini unaona ah, ona hivi, afu kingine kinachoumiza ni yale matusi ya watu wanatukana, wanafanyaje, wanafanyaje, ilikuwa inaumiza sana, lakini baadaye nikuja nikaweka tu wazi, jamani, hivi na hivi na hivi. Afu kizuri nilishapitia, um, nilikuwa na wakili wangu kabla sifanye hiyo kazi, kulikuwa na contract tulipeana, kuna some pictures zilikuwepo, wali ilichukua muda sana kuelewa kuelewa kusawa, in, in, kwa sababu mja siko ameelewa kwamba bana Calisah bana ni chizi, kwa hiyo aliamua alia tu kufanya vile vitu, na kwa sababu ni kazi yake. Na kwa nini imetokana kwa sababu nadhani kitu ambacho hakijawahi ku, kufanyika kwa Tanzania yetu hii kwa serious kama huu kwa sababu sasa hivi mtandao ni, ni, kama kitu kikubwa sana kwenye nchi yetu hata kura za za marais za wabunge Instagram tunachukua nafasi kubwa sana. Kwa hiyo imekuwa topic baada ya kuona kwamba hakuna aliyefanya fanya fanya nimesubutu kufanya kile kitu. Of course ni kitu kibaya. Lakini hajaniathiri sana as long as wameelewa nini ambacho kilikuwa pale. Si. Okay, kwa upande wa familia um, ndo alikuwa ndo hivyo, lakini ki upande wa wa wa, wa, wa, wa mwanamke wangu, yeye hana noma ye, kwa sababu yeye alifahamu tangu siku ya kwanza napigwa simu kwa sababu wale jamaa walinipiga simu wakati wa China. Sema kuchina, alivyoniambia ile issue nikamwita nika nikamwambia, akaniambia mm, wewe unafikiriaje? Nikamwambia, nikina ikina ikina. Yani ya ya anafahamu tangu mara kabla sijafanya, tangu nipokea simu, tangu ilivyokuja nikafanya ili siku mwanafanya nimefanya naye, na hata kwenye ile tangazo la TV ambalo nimefanya na yeye, yani ile tangazo la TV ambalo tumerecord, yeye mwanamke wangu ndo alikuwa naye, kwa hiyo anaelewa, kwae kunisumbua. Nadhani alikuwa mtu wa kwanza kuniambia no, ushike simu usifanye hiki na hiki, usifanye hiki na hiki na hiki na um, kile kwenye swali la pili, kwa swali la, la hilo jingine kwamba akitokea mtu mwingine, <laughs> bwana mimi akitokea mtu mwingine, nataka nataka gauni awe tayari kunigea hela yangu kwanza, milioni kumi. Mimi um navaa milioni kumi gauni kwa kwa kwenye e, picha. Kwa nini zinajuamam Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 5065, bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kemkem. Jinsi ya kuselema kwa elfu: piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha chagu kuweka namba ya kampuni ambayo ni tatu sita saba saba saba saba kisha andika kumbukumbu kumbu namba tatu tano tatu nane kisha weka kiasi cha shilingi elfu moja kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia dro kubwa Disemba tisa mwaka elfu mbili na kumi na saba na dro za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu Jamani, yajawai kutokea Tanzania mara ya haraya, kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua, pindua matumizi ya bando. Vijana kuperuzi kivyovyote utakavyo, kama una dakika zitumie kuperuzi, unaembi unawaza kuongea, pindua, pindua. Pindua. Pindua. Pindua. kifurushi cha pindua, pindua cha kupa pindua unit. Pata pindua unit, tena pindua unit. Uhuru ni wako.

Pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua, pindua. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri, chagua pindua. Pindua Vodacom, power to you.